Kwa hiyo somo linalofuata sasa ambalo Roho Mtakatifu alinifundisha ni namna ya kusoma Biblia. Biblia ni kitabu chenye mkusanyiko wa vitabu mbalimbali ambapo kuna vitabu vya Agano la Kale na vitabu vya Agano Jipya. Na kwenye Agano Jipya kuna vitabu vya Injili ambayo ni Injili ya Mathayo, Injili ya Yohana, Injili ya Marko na Injili ya Luka, na nyaraka nyingi pia za Paulo na kwenye Agano la Kale kuna vitabu pia vya historia kuna vitabu pia vilivyoandikwa na Musa. Kwa hiyo Biblia ni mkusanyiko wa vitabu mbalimbali. Sasa Roho Mtakatifu ananifundisha namna ya kusoma bibilia. Ninawaandikieni watu wote mambo haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeambiwa na Mungu aliye hai niandike, nimepewa niwapeni, wapeni na wengine pia. Unaposoma bibilia usiende kusoma watu waliobarikiwa tu. Unasoma bibilia umeambiwa usome bibilia. Kuna vitu vya kujaza kwenye bibilia, kuna Roho Mtakatifu, kuna watu walio waliobarikiwa. Maanake unaposoma bibilia kuna vitu mbalimbali mbali vya msingi ambapo ni kuna Roho Mtakatifu, kuna watu waliobarikiwa, kuna vita vya kiroho, kuna wasaidizi wa nguvu za Mungu kuna watu wa kusaidia kazi ya Mungu, ni hatua. Lakini usije kusema, nimesema kwa sababu gani? Ni hatua. Ukiwa unasoma Biblia, usije ukasoma Biblia kwa sababu unasoma Biblia. Nione kuna watu wangapi walionekana wanafanya mambo makubwa, sasa utasema nitasoma mtu wa kwanza ni huyu na wa pili ni huyu na wa tatu ni huyu na kuendelea. Unaposoma Biblia kwa sababu unataka kujua vitu fulani, huwezi kusoma Biblia tu. Unaposoma Biblia, Biblia haisomwi namna hiyo kwa sababu unataka kujua kuna watu gani wanafanya nini. Ukisha jua watu gani, unaenda kusoma Biblia. Ukiwa unasoma Biblia usisome kwa, kwa, kwa kusema mimi nasoma. Utakuwa unafanya kitu gani hapo? Hakuna hapo unachofanya. Wewe unachukua watu unaotaka kuona mtu fulani anasemwaje. Sasa unakwenda naye unamsoma katika Biblia, Anaongea na nani? Anasema na nani? Anasema nini? Anakuwa wapi? Anasikia nini? Unaenda naye. Ukishamaliza unaweka tena vitu vingine, nataka nisome habari za Mungu, ali Mungu ambaye alisema na watu kwa namna gani? Au Mungu alisema na watu kwa namna gani? unasema sasa unakuwa, sasa anakuwa ni nani? ni nani? Una wakati wako sasa wa kusoma Biblia, unaweka vitu hivyo. Usije ukaanza kusoma Biblia eti unafungua unafungua unafungua. Hicho si kitabu cha kusoma kama magazeti, ni kitabu cha utaratibu wa Mungu, hakisomwi kama unavyotaka kusoma. Ni Biblia Ndivyo asema Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huo ndio utaratibu wa kusoma Biblia. Unaposoma Biblia, lazima uwe na malengo manake, wanaangalia watu ambao waliinuliwa na Mungu, watu ambao Mungu, walitumiwa na Mungu, nguvu za Mungu wasaidizi wa Mungu au wasaidizi wa wanadamu ambao ni malaika, roho Mtakatifu na mambo mengine kama hayo. Mungu na akubariki kwa somo hili.